ya ya, bodi ya ligi kuu Tanzania. E, awali ya yote napenda kuwashukuru kwa commitment yenu siku zote. Nimekuwa nikisema kwamba e, bodi ya ligi kuu Tanzania, miongoni mwa watu ambao e, ni sehemu ya ukuaji wa bodi, ni sehemu ya ukuaji wa mpira wetu wa miguu, basi ni waandishi wa habari, na leo mmedhihirisha E, kwa vitendo tangu asubuhi nafikiri saa mbili saa tatu mpaka saizi, saa hizi saa nane na kwenda saa tisa tuko hapa kwa ajili ya kupata briefing. Kwa hiyo binafsi nawashukuru ya kwa niaba ya bodi na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa kwe, kwa kweli nawashukuru kwa commitment yenu, nawashukuru kwa namna ambavyo mnavyousemea e, mpira wetu e, leo tulikuwa na kikao na wenzetu wa Yanga African Sports Club kama mnavyojua ni utaratibu wa kawaida e, bodi kuweza kukutana na wadau wake, mdau mkubwa akiwemo vilabu e. Kwa hiyo leo tulikuwa na hicho kikao ya, leo tulikuwa na hicho kikao. Itakumbukwa kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania ni chombo cha vilabu e, na pale wenye chombo chao wanapokutana e, na watendaji na mamlaka za chombo chao basi kwa kweli siku zote kumekuwa ni jambo ambalo sisi kama bodi, kwa maana ya good governance, kwa maana ya utawala bora, ni kitu ambacho tunakifurahia na kitu ambacho tunaamini kinaweza kikatuondoa kwenye migogoro na kutupeleka pale ambapo kila mmoja anatamani kuweza eh, kufika. Sisi sote ni mashuhuda, tumekuwa na kumekuwa na sintofahamu mkubwa katika mchezo namba 184 e, mchezo baina ya Simba na, Yanga na Simba ambao tuliuahirisha e, pale tarehe 8 nafikiri Machi e, na tangu tulivyouahirisha kume kumekuwa kume na mambo mengi yamepita hapa pa e, hapa katikati e, mara baada ya kuahirisha tulipokea malalamiko kutoka kwa wenzetu wa Yanga e, wakijaribu e, kuomba E, bodi ya ligi kuu kupitia kamati yake ya usimamizi na uendeshaji iweze kuona namna gani nzuri ambavyo inaweza ikawapatia pointi tatu, lakini pia kulikuwa na malalamiko mengine ambayo waliainisha katika barua yao, e, bodi lika e, ikaweza kuwajibu e, na baada ya kumaliza kuwajibu kupokea e, wenzetu wa Yanga kuridhika na majibu ya bodi, kwa hiyo ikapelekea kwenda ku, kupeleka malalamiko yao katika chombo cha juu na cha mwisho cha masuala haya ya usuluhishi wa mambo ya michezo ambacho kimepewa dhamana na shirikisho la mpira wa miguu e, duniani e, sisi sote ni mashuhuda. Baada ya shauri kupelekwa kasi kasi, walikaa wakalifanyia maamuzi, na baada ya kufanyia maamuzi e, vilabu vyote vilijulishwa, bodi tulijulishwa, shirikisho la mpira wa miguu tulijulishwa, na baada ya kupokea hiyo taarifa tulikuwa na wajibu sasa wa kuueleza umma ni kitu gani ambacho wenzetu wa kasi wameweza, e, wameweza kuamua. Kwa hiyo baada ya yale maamuzi, sisi tuliamini kwamba, e, kila kitu kimefika mwisho na kwa mujibu wa utaratibu wa masuala ya mpira kwa mujibu wa kanuni zetu tulizokuwa nazo zinatambua kwamba pale kunapotokea mgogoro wowote unaohusisha masuala haya ya michezo ya ligi, unaohusisha ligi, basi chombo cha mwisho chenye maamuzi ni CAS. Lakini ukienda kwenye katiba pia ya shirikisho la mpira wa miguu nayo inatambua hivyo ukienda kwenye governing regulation bodi ya, ya ligi kuu ambacho ni chombo cha vilabu ambapo wenye chombo chao ni vilabu pia inazungumzia hayo mazingira, pale itakapotokea sintofahamu eh, mgogoro wote ambao umetokea katika mchezo wa ligi basi chombo ambacho kimepewa dhamana cha mwisho kabisa cha kufanya maamuzi kwa mujibu wa shiriki, kwa katiba ya shirikisho la mpira wa miguu duniani eh, ni FIFA. E, lakini pia hata katiba ya vilabu vyenyewe hivi ambavyo vinashiriki e, ligi zetu zote tatu ambazo tunazisimamia, pamoja na ligi e, za kule chini, kwa maana ligi za wilaya, ligi za mikoa, e, zote lazima katiba za kila timu lazima ziseme kwamba itakapotokea mgogoro wowote unaohusisha e, masuala ya, ya, ya, ya, ya, ya michezo kwa maana ya ligi na vitu vya hiyo basi chombo cha mwisho kitakachokuwa na mandate e, ya kumaliza huo mgogoro e, ni CAS na unaweza ukaona kwamba sisi tulisimama tukiamini kwamba swala hili limefika CAS limeisha. Kwa hiyo tuliendelea na utaratibu wetu wa kutangaza ratiba tukaupangia huo mchezo ratiba namba 184 kwamba utachezwa Juni 15. Lakini bado pia kuliendelea na sintofahamu nyingi. Si sote ni mashuhuda e? Katika busara ya kawaida, kama nilivyotangulia kusema kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania ni chombo cha vilabu, kwa hiyo kina wajibu pale mwenye chombo chake anapoonyesha kulalamika hapa na, ama anapoonyesha kuto kutendewa haki, basi tuna wajibu wa kuona namna gani ambaye tunakutana naye tunazungumza na vitu vya na vitu vya aina hii. E, kwa hiyo tosha kusema kwamba katika kutekeleza haya ambayo nimetangulia kuyazungumza leo tulikuwa na kikao na wenzetu wa Yanga kama ambavyo nilivyosema, e, na msingi wake mkubwa e, ni kuona namna na gani ambavyo tunatoka katika hii sintofahamu iliyojitokeza tangu huo mwezi e, tangu huo mwezi wa tatu. E, tumekuwa na kikao kizuri, ni declare interest kwamba tumekuwa na kikao kizuri. E, ni aina ya vikao, ni aina ya transparency ambayo kama vyombo kama bodi kama vilabu, ndio aina ya ya ya ya ya, ya, ndio aina ya, ndio, ndio, ndio platform pekee, kwamba kunatokia tatizo, mnaandikiana barua, mnakutana, mnajadili mambo yenu kwa pamoja, and then mnatengeneza mwelekeo ili mweze kutoka hapo mlipo mlipo mlipo mlipofika. E, kwa hiyo kwenye kikao chetu wenzetu, wamekuja na mambo manne. Yeah, wenzetu wamekuja na mambo manne ambayo sisi kama bodi, kama secretariat e, tuna wajibu e, ya kupokea na kuyachakata. Yeah, sio kupokea tu, tunapokea na kuyachakata na yale ambayo mnaona kwamba yako ndani ya skopu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 Taarifa inayotoka kwa bodi ya ligi pamoja na Young Africans huenda e, ikawa ni taarifa njema ama taarifa ambayo si njema. Rasmi kikao kimetamatika, bodi ya ligi pamoja na viongozi wa Young Africans. Lakini baada ya dakika chache kutamatika kwenye kikao, Young Africans hawakutaka kulaza damu, taarifa kwa umma imetoka. Uh, Mikoe Kisugu na Young Africans wameendelea kugongerea msumali pale pale walipopigia taarifa kwa umma. Umeiona Mikoe Kisugu baada ya kikao kufanyika? Yes, taarifa kwa umma nimeiona na kile ambacho nilichokiona ndio kitu ambacho nilichokuwa nimekitarajia mm. Na naamini waandishi wakati tuko off mic mm. nijaribu kuambia kwamba nini madai yao mm -hmm. na nini kitu ambacho kinakwenda kutokea na ndio kile kile ambacho kilichokwenda kutokea mm -hmm. Lakini awali yote, lazima niwapongeze viongozi wa Dar es Salaam Young Africans, moja, kwa kutambua uwepo kwa bodi ya ligi. Lakini pili, kuonyesha wana imani na bodi ya ligi, mm -hmm. mm -hmm. ya ligi. Mm -hmm. kwa sababu haiwezekani upeleleke sehemu malalamiko ambayo wewe huna imani nayo mm -hmm. Maana yake ukisoma barua ya Yanga wanasema tumewaachia bodi ya ligi wakiyatekeleza yale ambayo sisi tuliyoyahitaji, mm. maana yake tunakwenda kucheza mpira leo hii. Yanga wanakwenda kuikana barua yao ya kwanza waliosema kwamba hawana imani na bodi ya ligi. Kwa hiyo leo wanachama wa Dar es Salaam Yanga Africans mm. wajue kwamba management ya Yanga bado wana imani na bodi ya ligi, sindio? mm na ndio maana Yanga baada ya kupokea barua ya bodi ya ligi waliitikia wito. Siku zote mimi naamini mm. mtu ambaye huna imani naye haiwezekani akwite wewe uende ukiwa umemwamini. Kwa hiyo kwanza niwapongeze hilo Dar es Salaam Young Africans mm. kwa kuwathibitishia watu kwamba wana imani na bodi ya ligi na ndio maana ukisoma barua yao wanasema mm tulichokuwa tunakihitaji tumewaachia, endapo tutakapokwenda kukitekeleza mm, basi tuko tayari kucheza, lakini leo mi nilitegemea management mm, ya yanga ina watu wasomi, wangeweka wazi kuwaeleza Tanzania mm, masharti yao yapi, wanataka nini, wanataka nini? Mm. Kwa nini nauliza hivyo mm -hmm. kwa sababu mara ya kwanza wao ndo wanaandika barua hawana imani na bodi ya ligi. Wakati sakatelo linaendelea watani wangu wale wakajikusanya wakaenda kasi kudai pwenti tatu, walivorudi pwenti tatu, baadhi ya wanachama wao wakaona hata msitutanie, wakaandaa faili, wakapeleka kesi mahakamani, wakapeleka malalamiko mengine, na leo wameongeza lalamiko lingine, japokuwa wao hawataki kulitamka. Mindo unasema wao wenyewe moja masharti yao, wanaiomba bodi ya ligi isogeze mbele mchezo. Wakisogeza mbele mchezo wao kwa tayari kucheza Africans, mchezo sogeze mbele, wanasema muda wa kufanya maandalizi ni mdogo. Hizi ni propaganda za ajabu, halafu wanachekesha. Klabu kubwa kama Yanga wanakuja na taarifa ambazo za magumasha. Wache mm. wache siasa hizi, watani wacheze mpira wao wanajitangaza kwamba wana kumbawa, timu bora. Ubora wao watakwenda kuonyesha wapi? Ubora wao lazima waende wakuonyesha katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Leo unapoenda kuamini kupeka mashaiti, unasema muda mdogo. hmm. cheza mechi zaidi ya mwezi timu imeingia kambini na zaidi ya siku tano, mechi inakwenda kuchezeka katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Maandalizi gani ambayo wao wanadai kwamba muda mdogo wa kuandaa Niwapongeze sana bodi ya ligi. Wameonyesha ukomavu mkubwa. Mtego waliotega Yanga tayari kafanyaje? Kanasa. Mimi nadadavulia kidogo tu. Mimi ndo alimikoi bwana bwana almaarufu Kisugu. Kwa taarifa kwa umma, nyinyi ndio mliowatangazia mashabiki mm. wenu na barua kuandika kwamba mm. sisi hatuna imani nanyi. Vipi mtu ambaye huna imani naye anakuita njoo nawe unakwenda? Inawezekana angalau ulishatoa imani. Leo leo mm. viongozi wa Yanga waombe radhi wa Tanzania kwanza, kwa barua yao ambao waliandika kuitaka bodi ya ligi wajiuzuru, aliyekuwa na imani nayo na leo wamekwenda kukaa nao Haiwezekani mtu mwenye akili timamu, mtu huna imani naye alafu unakwenda unakaa naye unazungumza naye nini? hmm. ba, tukisoma barua ya leo vizuri, mikoa kisugu ni kwamba eh, Young Africans wamewatakia kila la heri bodi ya ligi eh, kwa namna ambavyo ya kuchakata eh, matakwa ya Young Africans eh, kuelekea kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo. Yes ni jambo jema jambo jema, moja ujema wake na kutakia heri, kwa sababu Yanga wamekwenda kuambia watu kwamba wao bodi ya ligi wanaitambua. Ndio maana -no nikasema hapo awali, ili kuhakikisha kwamba Yanga wanaitambua bodi ya ligi. Wanasema masharti yetu tumewaachia. Nani huyu uliomwambia uzuri au umemwachia nani? hizo hoja, mm -hmm. Brother, waache siasa. na bodi ya ligi wanakwenda kuwafyatua, wanakwenda kuwafyatua. kuwafyatua wapi? tarehe 15 wasilete timu eh, wasilete timu tarehe 15. Ukitaka kujua watu wao wa ajabu, uh -huh. Leo hii bodi ya ligi mm. inakwenda kuwaita Yanga management ya Yanga inakubali, wanakwenda kuwachukua wanachama wao na ngoma uh -huh. wanakwenda kukaa nje mm. ya bodi ya ligi, wanapiga kelele na kuimba swali. so, moja tu kujiuliza, wanachama wale walipata wapi nguvu mm -hmm. asubuhi zaidi ya wanachama mia mbili kuzunguka bodi ya ligi na kwenda kupiga ngoma kama sio mpango mkakati. ule ulikuwa ni mpango mkakati kwa wanachama yes. wa Yanga yes. Yes. Yes. Yes. ni mpango mkakati mm. mimi nawaambia tu mwenye kilanga hapewe pole mikoo baada ya kutoka pale, mjumbe wa kamati Alex Ngai eh, amezungumza pia na wanachama na, kuzungu, na kusema kwamba tumeenda kutimiza kile ambacho mmetuagiza kama wanachama wa Young Africans. Moja, mimi rafiki yangu sana mm, Alex namkubali sana, ni mtu ambaye ana mwono mkubwa, ana mtazamo kubwa, lakini sifa ya kiongozi mm, ni ule ambaye unamwangalia ule unafanyaje, unaye mwongoza unajua nikwambie, mfano mmoja <laughs> ah! na nanigombanisha na soi bangu Alex Ngai mm. Kwanza leo mchana nikitoka hapa interview lazima nimtafute atengeneze ah. e mipango mambo yake sawa mm. Ukimpeleka mwanao darasani, ndani ya darasa kuna watoto mia, alafu kwenye ufaulu watoto mia wote wakapata eh, mondoe katika hiyo shule, mwanao ina shida Mwondoe mwanao katika hiyo shule. mm -hmm. Haijawahi kutokea. mm -hmm. Watu mia mawazo yao yakafanana kwenye eneo moja. mm -hmm. Lakini leo cha ajabu, watani zangu wote wanafanana, kimkuta Alex Ngai atuchezi, kimkuta godi Yanga tuchezi. mm -hmm. Kubwa jinga mzee maukoto uchezi. mm -hmm. Yule dada yangu anakwenda mbele kama anarudi nyuma, suorisinaye kasema. mm -hmm. <laughs> <laughs> <laughs> Mi juzi namwambia, mm -hmm. Dori wewe

kwa interest ya mpira kwa interest ya, ya, ya, ya, ya, ya nchi, kwa kweli tusingependa eh, kukizungumza na tumezungumza bayana kabisa ya na ni imani yangu wenzetu wamelizika ya wenzetu wamelizika, kwamba kwamba taarifa ya kiuchunguzi yes ya yeah. Eh, ziko mamlaka za nchi ambazo kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa utaratibu za nchi eh, wamepewa hiyo dhamana wapo wenzetu watakukuru, na viko vyombo vingine vya ulinzi na usalama ambayo wanajukumu hilo la msingi la kufanya e, maswala hayo ya kiuchunguzi katika levo kubwa zaidi ya lakini, tupo sisi pia, kwa maana ya bodi, kwa maana ya shirikisho la mpira wa miguu kupitia kamati zetu, tuna tunafanya tuna, tuna, tuna hayo mambo ya kiuchunguzi katika levo hiyo ambayo sisi tumekasimiwa kuweza ya kuweza kuweza kufanya. Kwa hiyo bahati nzuri tumeliweka wazi e, yale ya kwetu tumewaambia, yale ambayo mamlaka za nchi e, wanaendelea nayo pia tumewaambia. Kwa hiyo ukiniuliza sasa hivi nitakwambia kwa, nita kwa interest za mpira wetu kwa interest za nchi ya siwezi kulizungumzia, kwa sababu e, ni swala mtambuka, ni swala ambalo limegusa lime E, sehemu sehemu sehemu tofauti tofauti, kwa hiyo kwa mamlaka sisi tuliopewa kuna vitu ambavyo kiukweli kabisa hatuwezi tukavizungumza public. Kwa hiyo unless otherwise labda wenye mamlaka ambao wamepewa e, kikatiba kinchi na vitu na vitu vyana. Kwa hiyo hilo ilikuwa ni sehemu ya ajenda tumelizungumza, na ni imani yangu kwa jinsi mjadala ulivyokuwa wameelewa na, na, na, na wameridhika kwa kile ambacho tulichoeleza kuhusiana na swala hilo la kiuchunguzi hmm. Position yao ni, ni, ni, ni, ni Yanga, position yao ni kwamba ni kwamba wangetamani haya yafanyike ili wao warudi katika katika huo mchezo e, changamoto tuliokuwa nayo, ukiyatazama haya mambo kuyatamka, e, ni mambo ambayo yanawezekana lakini, ukija kwenye utendaji eh, eh, ukija kwenye utendaji ni mambo ambayo hayawezi kufanyika over, overnight. Kwa mfano eh, bodi kutoka kuwa chombo tegemezi cha TFF na kuwa chombo huru, yani unazungumzia ya mchakato mchakato ambao unahusisha taasisi nyingi. Kwanza lazima uende katika katika lazima uende katika management committee, ukitoka kwenye management committee uende kwenye mkutano mkuu wa bodi, ukitoka kwenye mkutano mkuu wa bodi iende kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu, ukitoka kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu iende kwenye mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu eh, Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukaona yes linawezekana, lakini linahitaji linahitaji muda fulani hivi ili liweze ili e, liweze kutokea, na ndio maana nikasema kwamba ukiyatazama haya maazimio e, mengi yako nje e, ya mamlaka ama mandate ya bodi ya, ya ligi kuu Tanzania. Lazima tuyafikishe kule ambapo yanapaswa kuweza kufika, kuchakatwa, kujadiliwa, endheni kufanyiwa e, kufanyiwa maamuzi. Kwa hiyo e, nafikiri nitakuwa nimekujibu vizuri hilo mimi nisingetamani kuwa msemaji yani ukilit, ukilitazama hilo yes, inawezekana ikawa sehemu ya, ya mjadala, lakini ukilitazama kiundani, yani ni Yanga wenyewe. Yani ingekuwa vizuri Yanga wenyewe wange wangelielezea eh, kwa mapana na, na, na marefu yake. Mimi nafikiri kwa yale ambayo niliongelea kuhusu mchezo wa dabi huo. Eh, na ligi kwa ujumla na haya ambayo tuliyopokea, mimi nafikiri kama anajitosheleza, lakini ukitaka clarification zaidi eh, kwamba Yanga wanasemaje, Yanga wanasemaje, nafikiri ni vizuri wao wenyewe sasa wakalisemea ya wakalisemea hilo. Nisingetamani kuwa eh, kuwasemea ama kuwa sehemu kuwa sehemu ya Yanga, lakini yale ya ujumla jumla, yes naweza nikaya clarify hapa eh, ili tuweze kuona namna gani ambavyo eh, tunatoka hapa tulipo twende pale ambapo kila mmoja anaweza kutamani Eh, kufika. Hayo mambo ya utendaji ya kila siku ya ratiba na vitu vya aina hiyo kwetu sisi, kwa haya ambayo yamekuja, tafsiri yake ni kwamba eh, so far ratiba yetu ipo kama kama kama kama kama ilivyopangwa na kwa sababu gani? Kwa sababu, kwa sababu chombo kinachoendesha na kusimamia ligi ni chombo kingine tofauti na watu ambao leo wame wamekutana na ndio maana nikasema kwamba e, tumepokea yeah, tumepokea and then tutapeleka sasa kwenye mamlaka husika, zikiwemo hizo kamati na mamlaka na mamlaka nyinginezo. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kama mtendaji mkuu nitakwambia status quo ina prevail kwa maana kwamba ratiba yetu tulisema kwamba mechi namba 184 itachezwa tarehe 15 mwezi e, mwezi wa sita Eh, saa kumi na moja kama sikosei. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kwa kikao hichi tulichofanya eh, eh, akikuwa kikao cha kwenda kufanya maamuzi eh, moja kwa moja, na ndio maana katangulia kusema kwamba si tuna wajibu wa kupokea na kuwasilisha kwenye kamati husika kwenye mamlaka husika kila kipengele ili waweze kuki, kukifanyia kazi. Lakini kwa kujibu hoja yako ya msingi, kwa mambo ambayo yako ndani mimi ya uwezo wangu ambao nayasimamia ratiba yangu ina prevail. Kwa maana status quo ina ina, ina, ina prevail alesi mpaka pale kamati hizo tutakapowasilisha zitakapofanya eh, maamuzi tofauti na ambayo tayari ameshafanyiwa awali. Uh, nisingependa kuingia in details yeah, kwa sababu mi ni mtuhumiwa pia, na unapokuwa mtuhumiwa unapoulizwa swali kuhusiana na wewe, kwa maana ya good governance, si vizuri ukalisherehesha ya. Si vizuri ukalisherehesha, si vizuri ukalizungumza e, ni vizuri ukaziachia mamlaka ambazo zina, zina, zina mandeti na hilo, zije kupokea na kulitolea, kulitolea maelezo. Na ndio maana nikasema kwamba kwa haya ambayo yaliyokuja nayo sisi kama bodi e, yani wajibu wetu ni kupokea na kuwasilisha kwenye mamlaka mamlaka husika. Kwa hiyo nisingetamani tena mi ni mtumiwa alafu tena hapa naanza tena hapana. Hiyo kwa maana ya ya ya ya kiuongozi kwa maana ya utawala bora ni jambo ambalo linakosa ya linakosa linakosa linakosa, linakosa sifa. Kwa hiyo mi nafikiri tufanye subira. Ya tufanye subira yote atakuja yatabainishwa and then yatapiga hatua. Ya, mimi mambo ambayo yako ndani ya uwezo wangu eh nitakwambia kwamba tulitangaza ratiba na mimi kama mtendaji mkuu nina jukumu la kutangaza ratiba ambayo tulitangaza ambayo ilipata baraka ya kutangazwa na vyombo ambavyo na mamlaka ambazo ziko juu ya, juu ya, ya, ya uwezo wangu. Kwa hiyo ni mamlaka hizo, hizo hizo ambazo ziliweza kuapprove hiyo ratiba, ndio mamlaka hizo hizo pia ambazo zinaweza zikaja kutengua hiyo hiyo ratiba. Kwa hiyo so far, mimi ukiniuliza, nitakwambia kwamba ratiba yangu, kwa sababu mamlaka husika hazijaitengua mimi kama mtendaji mkuu nitasimama kwamba e, ratiba ya awali na prevail, status quo na prevail. Yeah. E, ratiba ya awali na